Rais Samia anatupia lawama. Tanzania imekabiliwa na maandamano na ghasia za baada ya uchaguzi, hali iliyotikisa sifa yake kama taifa la amani na utulivu barani Afrika, huku mashirika ya kikanda na bara yakiilaani serikali hiyo, wakati familia nyingi zikiendelea kutafuta wapendwa wao waliopotea na wengine kuzika baada ya uchaguzi ambao Rais Samia Suluhu Hassan alishinda kwa asilimia 98. Wachambuzi wanasema maandamano haya yalichochewa na hasira ya muda mrefu miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z kilichokata tamaa na mfumo wa kisiasa unaodhibitiwa na chama tawala CCM. Na ishara ilianza kwa vibonzo vingi kumhusu vikiashiri kiongozi wa mabavu asiyevumilia ushindani wa kisiasa, vimesambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Wachambuzi aidha wameiambia BBC sababu kadhaa za matukio hayo. Kwanza, kushindwa kuleta maridhiano kati ya upande wa utawala na vyama vya upinzani ni sababu inayotajwa kuchochea vurugu hizi. Wadau wa siasa wanasema kwamba kama matakwa ya vyama vya upinzani yangesikilizwa na serikali, huenda nchi isingefika hapa ilipofikia sasa. Awali Rais Samia alipongezwa kwa kuleta matumaini mapya kupitia falsafa yake ya 4R yaani upatanisho, ustahimilivu, ujenzi upya na mageuzi. Lakini sasa wachambuzi wale wale wanasema mtazamo wake umekuwa wa kukandamiza, huku baadhi wakimwona kama kiongozi anayechanganya utulivu na ukimya wa wananchi kwa amani. Miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, serikali ya CCM ilifanya kazi ya kuondoa ushindani wowote unaoaminika, kwa mujibu wa wachambuzi na wataalamu wa siasa. Viongozi wawili wakuu wa wakua, upinzani hawakugombea. Tundulisu yuko kizuizili kwa mashtaka ya uhaini ambayo anakanusha huku Luhaga Mpina akikataliwa kwa misingi ya sababu za kiufundi. Hata hivyo, uchaguzi huo ulihitimishwa lakini kukiwa na ripoti mbaya kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi wa kikanda na kimataifa wakidai kuwa uchaguzi huo haukuwa huru wala haki. Wapo wanaojenga hoja kwamba kushindwa kwa serikali kuzuia tatizo la muda mrefu la watu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha ni sababu nyingine ya utawala wake kutupiwa lawama, kwamba tatizo hilo limechangia vijana kuingia barabarani kwa wengi. Tanzania sasa inakabiliwa na changamoto kubwa, jinsi ya kurejesha imani ya raia katika serikali na demokrasia yake.